Ni 2025 ni mwaka wa uchaguzi. Nyote mna vyama au baadhi yenu kupitia vyama vyenu, nchi hii, awezi kugombea uongozi wa kisiasa kama ujapita kwenye dini na washauri na waelekezi. Endeni jiandaeni ya, kwenye uchaguzi kagombeni kwa chama chochote chochote, ukiona hichi ndo sahihi kinajigusha kinajigusha pale, wewe ni Mtanzania. Hizi nafasi za uongozi wa ubunge sio za watu fulani, hazina watu maalumu. Atikisema hivi sio kosa